Na mtazamaji, tunaendelea na mahojiano yetu tukiwa na waziri ambaye yuko katika kaunti ya Mombasa. Ameweza kutoa hofu wananchi kuhusiana na dhahabu, anasema kwamba dhahabu ile kuna sehemu itatengewa wananchi wa pale pale walikuwa kwa wakichimba kwa ule uchache, lakini dhahabu iliyopatikana takriban kilomita mbili chini ya ardhi itahitaji tuweze kupatikana kwa watu ambao wana uwezo, wana vifaa vinaweza kuichimba ili iweze kusaidia jamii ile, akisema kwamba asilimia 70 kwa serikali kuu, 20 kwa kaunti 11 kwa moja kwa watu katika eneo lile, lakini kuna maendeleo yana asilimia kadhaa, lakini sasa maendeleo hayafanyiki bila wananchi kushirikishwa, kwa wananchi wasiwe na wasiwasi. Labda kuna kitu ambacho ungependa kukuuliza, uh, waziri, ambayo ndio wasiwasi wa kazi, uh, wa Musoli Sulu kwa mifano ya iliyopita, kwamba hata pakipatikana madini wakati fulani, hofu yao ni kwamba huenda wasifaidike. Hiyo ndio hofu yao, huenda wasifaidike. Unahakikishia vipi, uh, waziri, kwamba wewe utafanya juu chini wale wananchi wafaidike na madini yaliyopatikana katika ardhi yao. Nataka well, Rashid, nikuhakikishie kwamba mimi nitahakikisha kwanza kuna mkataba, tukubaliane hapo. Tutaiweka wazi, tutakuwa na wachaguane, wachague ile wao wenyewe wachaguane, wakileta hiyo tuta first it will liaise between the investment and the community. two there shall be an agreement, there shall be an agreement signed between the investor and the community, so the community should not worry. But Rashid, I want to say something. Mimi hii wiki iliyopita tu tulishika foreigners wasiopungua kumi, tukawa dipot that had set up mining in the same area na walikuwa wanafanya kazi mingi sana na wananchi wako na walikuwa pale but what I wonder is that uh, why is it that we don't have a problem with illegal mining or any illegality, but when we try to structure it it becomes a problem. you know, so when we structure it is when we can oversee. Mimi unajua, mimi Rashid kibinafsi, kama hasa njoo, mimi ni mtu wa kutetea haki za wananchi. Mimi nitakuwaje ni nione wananchi wanadhulumiwa na nyamaze? Mimi ni kuwapanga kwamba waone maslahi and to benefit from from the asset that is in their area, and that is why the community be a na, na, na, kwa swali moja kabla tuangalie masuala mengine ya chama. Kuna swali nitaweza kuuliza ambalo ni muhimu sana. Kuna jamii na matumaini na kuna yule ambaye ni shamba lake ana matumaini. Kuna wale ambao wanaamini kwamba uh, madini yao wa katika shamba langu ama mashamba la mzee wale mnaweza kuangalia vipi? maana kuna mmoja amesema, je, wale ambao hili shamba ni letu tutaangaliwa vipi? Rashid hepa tena, kama una credit chukua mkopo kutoka hasla fund <laughs> na mtazamaji, eh, na, naona kwamba kidogo tumeweza kumpoteza tena uh, uh, uh, waziri, sijui kama iko sawa, sasa hivi ananisikia, tuzidi kuzungumza kuhusiana na nisikia, ku, uh, wale wananchi ambao wamezungumza uh, pale katika sauti zao wakisema kwamba kuna wale ambao wanatoka ambalo uh, shamba ni lao wao wenyewe, kuna jamii na kuna wale ambao shamba ni lao. Je, hawa mpango wao ni tofauti ama mpango huo sio tofauti, ka tuweza kuangalia kwa kirefu, ili tuweze kujua hii ni vipi, kwa sababu kumbukeni, kipindi cha Maskani ni kujaribu na kuweza kupata uh, wananchi kuelewa yanayoendelea. Kwa hiyo tuliona kwamba wakazi wa Kakamega wana kila sababu ya kujua hii dhahabu hii itakuwa ina faida gani katika maeneo yale ya uh, Musoli na Isulu na pia kaunti uh, jirani. Amesema kwamba wala wasiwe na wasiwasi, walivyofaidika wakazi wa Kwale takriban elfu mbili wakiajiriwa na maendeleo yakapelekwa maeneo yale ya Kwale ndivyo itakavyokuwa katika uh, maeneo yale ya Kakamega, na mkataba lazima uwepo baina ya jamii na ile kampuni ambayo inafanya ule uchimbaji pale, kuhakikisha kwamba maslahi mapana yanakwenda katika maeneo yale kwao. Nafikiri hayo ndio baadhi ya masuala ambayo ametupa hakikisho, na amesema yeye mwenyewe atalivalia njuga kuhakikisha kwamba wananchi hawadhulumiwi katika maeneo yale, kama itakuwa sauti yake kwa vizuri labda pengine mwelekezi wangu akiniambia Ibra, kama yuko sawa kuzungumza na, na waziri, tuweze kuzungumza naye. Lakini ametoa matumaini kwamba nchi ya Kenya madini yako mengi tu sana, lakini e, jitihada zinaendelea. Anaomba tu wananchi, kila madini yanapokuwa yanapatikana haki yao waipe kipaumbele lakini ushirikiano pia waupe kipaumbele, kwamba itafika sehemu mambo yakishakuwa wa wamesawazishwa watu wakishakuwa wanahamishwa, waamishwe kwa, kwa haki uh, wapewe fidia ambayo ni stahiki, na baadaye waache uh, ile uh, uchimbaji madini uendelee, maanake ndio mwanzo wa maendeleo uh, katika uh, maeneo yale. Nafikiri uh, ndio baadhi ya uh, masuala ambayo ameweza kuzungumziwa. Uh, katika maeneo hayo akisema kwamba kampuni ambayo imepewa nafasi ya kuchimba madini takriban uh, dola milioni 550 wa wameweza kuwekeza pale kuhakikisha kwamba kuna faida. Naam, tuje kwa uh, waziri kuweza kumalizia kabla tuangalie masuala mengine. Kuna wale ambao wametuma sauti hapa waziri, ambao shamba linawahusu moja kwa moja. Kuna wale ambao mashamba yanawahusu moja kwa moja, wanapatikana haya madini. Hawa ni tofauti na wale wanakijiji ambao wanatarajia wafaidike na madini katika eneo lile. Hawa watu wawili wanaangaliwa vipi? Rashid, kwanza mwenye shamba, there's, there's two ways. Either atapeana lease kwa kampuni or they may negotiate for an outright purchase. Yaani wanaweza kusema tunataka kuuza, ama they're compensated by a way of leasing the the the the land to the company, like we we, have seen in other areas. Then Then there is the larger community community ambaye wataingia katika mkataba na, na, na, communi, na mwekezaji ambaye atakuwa anawalipa. So this is how it happens. The community sits wanachagua viongozi. Badae, we, we recognize them them by gazetting them. Then they open a, ba a bank account ambao wao wanaiangalia. Badae, ile 1% gross

alafu wao wanaamua ni mradi gani ambaye wanataka ufanywe so au ni the larger community in the area wale wenye mashamba they are either compensated by outright purchase or they lease at an agreed fee when they negotiate with the investor so hakuna mtu atata, atatolewa tu kiolelo hati amka uenda hiyo forget it that there will be a negotiation ambaye watu watapita through to be able to, be safe, to ensure they are safe and they get value for money for their property today mm-hmm. Rashid nataka nikwambie if you look at the statistics just in the East African region Kenya is ranking last in mining Kenya is ranking last in mining Rwanda is ahead of us Uganda is ahead of us Tanzania is way ahead of us so why are we playing catch up why are we playing catch up lazima to to open up the space na unajua uh, growing up Kenya we knew tulikuwa uh, na diatomite na, na possibly prosper

Uh, uh, we don't export raw ore, atutoezi toa mchanga tukae export. Investment must be done here to process and produce a finished product where it is possible and it's going to be big. Hatujaanza kugusa mlima na kwingineo, mali ni mingi ambayo itafaa tujipange kama Wakenya isaidie nchi yetu isonge mbele, ama tutawacha ikae kwa chini ya mchanga itamsaidia nani? Na bila shaka na nafurahi na sana kuweza kuliweka hilo wazi uh, Gavana, kuhusiana na hilo na tutakuwa tunalifuatilia baadaye kuweza kuangalia, lakini kuna kauli moja ambayo labda laba a unanipata, tuweze ku uh, kuweza ku, kuangalia kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, ananipata uh, Uh, tuko huko Mombasa kwa hivi sasa na tumeona kwamba kuna msafara wa chama cha ODM ambacho kinakuja Mombasa uh, kuja kusherekea miaka ishirini. Tunajua kwamba safari yako ya siasa imekuwa ndani ya safari cha ODM. Eh, eh, uh, Waziri Ali Hassan Jo uh, unazungumziaje kuhusiana na swala hili la chama cha ODM? Nam, bila shaka mtazamaji, labda pengine nitaka tupate nafasi kidogo tuweze kupata kama atakuwa natupata waziri, ili tuweze kuendelea kuzungumza swala la chama cha ODM, alafu baadaye tumruhusu aondoke, kabla tuangalie swala zima la haki. Kwa hiyo mwelekezi wangu anasema tuchukue mapumziko kwa dakika moja ama mbili, alafu baadaye tukirudi, tuje tuzungumzie kuhusiana na chama cha ODM na mwelekeo wa chama hicho, ikiwa wanachama wote wanaelekea kule ambapo waziri pia naye ameelekea.